Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC jaji mstaafu Damian Lubuva ameitaka serikali kuweka utaratibu kwa wale wanaofikisha umri wa, wa kupiga kura kuandikishwa kwa wakati ili kuondoa usumbufu na gharama za kuandikisha ifikapo muda wa uchaguzi. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, jaji Lubuva amesisitiza kuwepo kwa vituo mbalimbali mbali nchini vitakavyotoa huduma hiyo ya uandikishwaji. Letu ni kwamba huku tuendako kwa uandikishaji uje uwe uendelevu kwa maana kwamba tumemaliza uchaguzi, tuweke utaratibu tuwete, tuweze kuwezeshwa na kile tunachohitaji ili nini, kabla ya elfu mbili na na ishirini hapa katikati tuwe tumewaandikisha wale ambao wanatimiza umri wa kupiga kura. Ndio maana yangu ya endelevu, ili siku ya siku elfu mbili na ishirini wakati huo unapofika hatutatumia muda mwingi na rasilimali nyingi kuandikisha, utakuwa ni wachache, ndio maana yangu hiyo ya. Kwa hivi tutashirikiana na serikali tuweze, kwa mfano, lazima tuwe na ofisi huko mikoani ambazo zitakuwa katika mkoa fulani au jimbo fulani, wanaofikisha umri waandikishe. Aidha, jaji mstaafu Lubuva ametolea ufafanuzi taarifa kuhusu jimbo la Kijito Upele visiwani Zanzibar, kama ilivyoandikwa kwenye moja ya chombo cha habari hapa nchini, habari vinatakiwa visiegemee chama chochote ila wawaelimishe wananchi, na nikatoa mfano Kijitoupele ni jimbo peke yake tulilobakiza e, visiwani ambako hatujafanya uchaguzi wa mbunge, jimbo hilo moja. Sasa jinsi ilivyoelezwa juzijuzi, wanasema Jaji Lubuva amekuja na jipi. Nikashangaa jipi, jipi nimemaliza yani uchaguzi vizuri vipi? Kumbe ilivyokuwa inahusu viti maalum. Viti maalum tulibakiza vi, vi, viti vitatu ili tuone kwamba ni chama gani kitakuwa kimepata hivi, ili tuweze kuvienda kwa, kwa chama gani. Sasa kwa sababu tulingojea e, majimbo yalikuwa manane yakamilike, huku bara tumekamilisha saba. Sasa limebaki jimbo moja visiwani kwa ubungi kijito upele, takapokamilika hiyo ndio vile viti vitatu maalumu tuta kushughulikia na kugawa katika vyama hivyo. Lakini jinsi ilivyoandikwa, ndio nikasema waandishi wa namna ile hausaidii umma hata kidogo.